Taasisi ya Pectoras AS na Gol tatu kuanzisha teknolojia ya kisasa ya kupima manjano kwa watoto wachanga uh, Tanzania. Taasisi ya Pectoras AS Norway na Gol tatu Holanzi pamoja wameshinda ruzuku ya E, Euro stars ya euro milioni moja ambayo ni kama shilingi bilioni tatu za Kitanzania ili kuleta teknolojia mpya ya upimaji wa manjano katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini kukiwa na uwezekano wa kusaidia mamilioni ya watoto kuzuia matatizo makubwa ya kiafya yanayosababishwa na manjano isiyotibiwa katika mazingira yenye rasilimali chache. E, taasisi hizo za Pectolas, S, Norway na Gold Three Holandi zinazofanya kazi nchini Tanzania kuunga mkono juhudi za serikali katika maboresho esho ya sekta za afya zimekusudia kuboresha huduma za afya ya watoto wachanga, hasa kupitia teknolojia, kwa kuleta teknolojia mpya ya kupima manjano ya Jones Care kwenye hospitali zenye uhitaji mkubwa. Lengo kuu ni kusaidia mamilioni ya watoto wachanga kutopata matatizo makubwa ya kiafya yanayosababishwa na manjano, kwa kutoa zana sahihi, nafuu na rahisi kutumiwa na wafanyakazi wa afya, zinazosaidia kupunguza vifo vya watoto wachanga vinavyotokana na manjano. Teknolojia hiyo mpya ya program ya simu ya smartphone app, na kadi maalum inafanya uchunguzi wa ugonjwa wa manjano watoto wa wachanga. Mradi huu umechangia katika lengo la tatu la maendeleo endelevu la Umoja wa Mataifa SDG 3 kwa kulenga kupunguza vifo vya watoto wachanga visivyoweza kuepukika na kuimarisha usawa wa huduma za afya ulimwenguni kote. Teknolojia hii ya Johns Care itawezesha madaktari kupima watoto kwa kutumia simu janja au smartphone bila kuhitaji kuchoma sindano.